Na ndio maana siku zote hata nikizungumza na mtu namwambia, siku zote unapaswa kuendelea kujifunza, kwa sababu usiamini kuwa umefika. Elimu yako au kutokuwa na elimu ya kile ambacho unafikiria kukifanya sio sababu ya kuona kwamba wewe hujui. Unaweza ukawa na jambo moja tu, lakini likawa ni kubwa zaidi kuliko hata yule aliyedumu kwa muda mrefu kwenye hiyo field husika. Hapa mlikuwa mnaambiwa kuhusu suala la kuwa wajasiriamali, lakini mlikuwa mnaambiwa namna ya kuweza kujiajiri hata baada ya masomo, lakini mimi nawaambia mnatakiwa mjiajiri kuanzia sasa, kama wale wenzangu mnaosomea uh, fani ya mawasiliano kwa umma au uandishi wa habari, hasa uandishi wa habari. Uandishi wa habari, ile ni huduma. Ukiishi ukasema utategemea kula kupitia uandishi wa habari au ukategemea kubadilisha maisha yako kupitia uandishi wa habari, basi wewe utakuwa sio mwandishi wa habari mzuri. Ndio maana hata ukiwa mwandishi wa habari au ukiwa ni umeajiriwa kwenye sekta hii ya mawasiliano kwa umma, lakini swala kubwa la msingi ambalo unatakiwa kulifanya ni kuwa pia na jambo lako jingine litakaloweza kukuingizia kipato hasa huu ujasiriamali ambao leo mnauzungumzia. Na ujasiriamali, usisubiri kwanza uhitimu. Kuna vyuo vingi vikuu ambavyo nimepita, zamani ilikuwa chuo kikuu, mtu anaenda tu kwa ajili ya kujifunza nadharia, na anasubiri alishwe yale ambayo mhadhiri wake atakuwa anamwambia, akitoka, anasubiri aende kwenye soko la ajira ambayo anaamini lipo tu linamsubiri, lakini maisha yamebadilika na haya yako hivyo wanaohitimu kwenye vyuo vikuu kama nyie ni wengi sana lakini hilo soko la ajira liko wapi? Soko la ajira ni pamoja na kujiajiri wewe mwenyewe, unapokuwa chuo